wa uwakilishi wa Tanzania kwenye anga la kimataifa. Simba hesabu kubwa kwa sasa ni kumaliza mchezo na kuvuka katika hatua ya robo fainali kutinga hatua ya nusu fainali kwa kupata ushindi kwenye mchezo wa pili unaotarajiwa kuchezwa uwanja wa Mkapa ambapo hesabu kubwa ni kupindua kinoma noma matokeo yaliyotokea kwenye mchezo uliochezwa Aprili 2, 2025 wakiwa ugenini Aprili 2 2025, katika robo fainali ya kwanza ambayo ilikamilisha dakika tisini ugenini, ubao wa uwanja wa Suez Canal ulisoma Al Masr 2 sifuri Simba, ukiwa ni mchezo wa kombe la shirikisho Afrika. Hivyo mshindi wa jumla anatarajiwa kupatikana April 9 2025, ambapo Simba watakuwa nyumbani, uwanja wa Mkapa. Abdelham de Gomom alianza kupachika bao la uongozi dakika ya kumi na tano kwa shuti kali akiwa nje ya kumi na nane likimshinda Musa Kamara ambaye alianza katika kikosi hicho. Aa, na kamba ya pili ni mali ya John Okeo dakika ya themanini na tisa Kumbuka kwamba John Okeo alianzia benchi kwenye mchezo, hivyo ni super sabu kwa upande wa Al Masr wa Arabu wa Misri. Simba chini ya Fadhlu Davids ilipata nafasi ambazo ilikwama kuzitumia, hivyo naonyesha kwamba umakini na umaliziaji wa nafasi ambazo zilitengenezwa katika mchezo huo ziliwafanya washindwa kupata matokeo kutokana na kutokuwa na utulivu, hasa katika dakika kumi na tano za kipindi cha kwanza na zile dakika kumi na tano za mwisho katika kipindi cha pili ambacho kiliwaweza kuwafanya wakaweza kufungwa mabao hayo. Kwenye eneo la ulinzi walimkosa Che Malone Fondo ambaye huyu hakuwa fiti na pia Mzamiru Yasin kiungo mkabaji, pamoja na Aishi Manula kipa wa Simba. Hawa hawakuwa fiti, hivyo kazi ilifanywa na wachezaji kwa kujituma kusaka ushindi, lakini mwisho wa siku ngoma ilikuwa ni nzito na Simba ikapoteza mchezo wa kwanza. Eli Mpanzu alipewa majukumu ya kupiga kona kwenye mchezo huo ambapo alifanya hivyo dakika ya kumi na nne thelathini na tisa arobaini na tatu hamsini na saba na themanini na sita kona zote hizo hazikuwa na faida kwa Simba kwa sababu hazikuleta bao. Wakashuhudia ubao ukisoma Almasre mbili sifuri Simba. Bao la pili la Almasre lilileta utata kwa kuwa mshika kibendera alionyesha kwamba mfungaji alikuwa katika eneo la kuotea, lakini mwisho matumizi ya VAR yaliamua kwamba ile haikuwa ni offside, ilikuwa ni bao. Hivyo Simba ikafungwa mabao mawili. Matukio tata ambayo yalitokea yalikuwa ni pamoja na suala la Leonel Ateba kuchezewa faulo ndani ya kumi na nane na akipa, lakini tukio hilo kama lilipotezea wa kimtindo hivyo, licha ya wa wachezaji wa Simba kumzonga um, mwamuzi ili aweze kuangalia VAR na mwisho mchezo ukaendelea na Simba wakakosa kupewa penati, na ikumbukwe kwamba na kuna wakati wa wachezaji wa Simba pia ambao alikuwa Hamza Junior aliweza kumchezea faulo a nyota wa Al Masr ndani ya kumi na nane na mwamuzi akasema ni fair challenge, hivyo kama alikuwa anataka kubalansi fulani vimzani. Na mwisho wa siku ngoma ikawa ni nzito, Simba ikapata hasara ya kupoteza kwa kufungwa mabao mawili kwa sifuri ikiwa ni ugenini kete nyingi za Simba mara nyingi katika hatua ya kimataifa zimekuwa zikigotea katika hatua ya robo fainali, jambo ambalo liliwekwa wazi kuwa na uongozi wa Simba kwamba kwa safari hii wamechoka na hawapo tayari kuona wanagotea hatua ya robo fainali. Hivyo kuna kazi kubwa ambayo inapaswa kufanywa na wachezaji kuelekea katika mchezo wa Aprili tisa elfu mbili na ishirini na tano ambao huu utaamua nani ni nani na je, yeah, Simba itaendelea kugotea hatua ya robo fainali ama itavunja huo mwiko ambao umekuwa ni sugu kwa Simba? Miongoni mwa mchezo ambao uliweza kufanya wakaogotea hatua ya robo finali pia ilikuwa ni dhidi ya Kaizer Chiefs ambapo ugenini waliruhusu kufungwa mabao matatu kwa sifuri na Uwanja wa Mkapa walipokuja kucheza na hao Kaizer Chiefs, ngoma ikasoma Simba mbili sifuri Kaizer Chiefs. Licha ya Simba kupata ushindi, bado walishindwa kusonga mbele hatua ya nusu fainali, kwa sababu mchezo wa kwanza walipoteza kwa kufungwa mabao matatu, hivyo ilibidi washinde zaidi ya mabao matatu kufungua ukurasa mpya kutinga hatua ya nusu fainali katika Kombe la Shirikisho Afrika hata msimu uliopita pia wa elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne Simba iligotea hatua ya robo fainali kwenye ligi ya mabingwa Afrika, jambo ambalo linaongeza ugumu kwa wachezaji wa Simba kupambana ili kuvunja rekodi ambayo imekuwa ikiwatesa wakati mrefu sana. Hivyo kocha mkuu Fadlo Davids ana kazi ya kuhakikisha anawaongoza wachezaji wake kushinda zaidi ya mabao mawili kwenye mchezo wa Aprili tisa elfu mbili na ishirini na tano kwenye kutengeneza nafasi Simba wako vizuri, lakini kwenye matumizi ya nafasi ambazo wanazitengeneza, hapo ndipo ambapo imekuwa imeonekana ni tatizo ndani ya uwanja. Hivyo wachezaji, hakuna mbaya hapendi kufunga, hilo lipo wazi. Wanapaswa kuongeza umakini na utulivu, hasa wakiwa ndani ya kumi na nane ili kuwapa furaha mashabiki wa Simba na kutimiza malengo ya kutinga hatua ya nusu fainali kwenye Kombe la Shirikisho Afrika. Na sera yao falsafa yao wanasema hii tunavu ka tukutane kwa Mkapa. Ni sauti ya Lunyamadi Zomliuka, a boy from Njombe place to be.